Viongozi wetu ambao mmekuwa nasi bega kwa bega katika mchakato wa kupata vyeti vya usajili wa daycare zetu, tunawashukuru sana. Mmetuonyesha moyo wa kujitolea, uvumilivu na msaada wa hali na mali ili kuhakikisha ndoto zetu zinatimia. Tutautumia usajili huu kama fursa ya kuwahudumia watoto wetu na jamii kwa uadilifu, upendo na nidhamu ya hali ya juu. Leo hii tunazindua mkakati wa kushughulikia tatizo la watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani kwa mkoa wa Mwanza. Na nafurahi kusema kwamba mkoa wetu wa Mwanza ndio mkoa wa kwanza nchini kuzindua mkakati huu ambao tutautekeleza katika halmashauri zote nane za mkoa wa Mwanza. Lakini mkoa wetu ni mkoa wa pili kitaifa kuwa na idadi kubwa ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kwa takwimu ambazo tunazo katika mwaka 2024 peke yake, tumeshughulikia takriban watoto 2300. Sasa watoto hawa ni wengi, lakini kuanzia Januari mpaka Machi mwaka huu tumesha shughulikia na watoto 189 mpaka, mpaka sasa, na bado tumeendelea kitaifa kuwa na watoto hawa wengi. Sasa uzinduzi wa mkakati huu utatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba watoto hawa tunawapunguza, kama sio kuondokana na tatizo hili kabisa. Mkoa wa Mwanza bado unakabiliwa na tatizo la watoto wanaoishi katika mitaa, hususan maeneo yenye watu wengi kama vile stendi za mabasi vituo, maeneo ya ziwani, masoko, viwandani na kadhalika. Lakini mwaka ishirini ishirini na nne mkoa wetu uliwatambua watoto wapatao elfu mbili mia tatu themanini na kuwaunganisha na huduma mbalimbali mbali, zikiwemo elimu, afya, ulinzi, elimu ya ufundi na baadhi yao kuunganishwa na familia zao. Idadi hii ni kubwa na inafanya mkoa wa Mwanza kuwa wa pili kitaifa baada ya mkoa wa Dar es Salaam kwa kuwa na idadi ya watoto wengi wa mitaani. Kwa msingi huu, ni lazima kuzindua mkakati huu na kuusimamia ili kuweza kupunguza ama kutokomeza tatizo la watoto wa mitaani ambao baadaye wanaweza kuleta madhara makubwa kwao, hata kwa taifa kwa ujumla. Kila serikali ya mtaa iwe na rosta yake ili tujue pale Magu, kila kijiji, waliotoroka kule kijijini ni wangapi, tutakuwa na orodha wamekwenda wapi. Kwa hiyo, mkakati mwingine ni kutekeleza sheria hii ambayo nimeisema. Wazazi ambao watimizi wajibu wao lazima wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria na wanakabiliwa na adhabu ya miaka mitano lakini pia kifungo cha miezi sita. Kwa hiyo, ni lazima tukaisimamie. Lakini mkakati mwingine ni kuwaunganisha na watoto hawa na familia zao. Lakini mkakati mwingine ni kutoa elimu ya malezi, ulinzi wa mtoto. Huu ni mkakati endelevu, hatutaacha kuwacha. Lakini kudhibiti vipenyo vya uingiaji wa hawa watoto, tunajua kwa hawa wanaozurura zurura mtaani wanalewa lewa ovyo na madawa ya kulevya, ili wasije kuwa panya rodi na kuathiri usalama. Hapa tutakapowachukua tayari tumeshakaa na vituo vyote vya soba. Tutawapeleka wakaishi huko soba badala mtani, ya kuishi huko mtaani kwenye baridi. Watakaa miezi sita. Baada ya miezi sita, tutafanya assessment nani tayari akili ya yake imerejea katika uelewa wa kawaida. Baada ya hapo, tutawatafutia scholarship VETA, tutaandaa mafunzo ya miezi mitatu, wakasome kule, tunawapa vifaa na kuambia sasa, tawanyikeni. Atakayerudi mtaani, maana yake huyo ameamua mwenyewe, sheria nyingine itachukua mkondo wake.